Hisho, Mungu akubariki sana Amen. Uh, kwanza tunashukuru Mungu, tumepata wasaa mwingine huu wa kuya tafakari na maandiko mm. Uh, <coughs> karibu sana ndugu mfuatiliaji ambaye tunaendelea pamoja katika kuya tafakari maneno ya Mungu kwa pamoja, na inakuwa vizuri pia tuweze kupata mawazo yako kwa njia taya comment. Inakuwa ni vizuri kwa sababu kile tunapozungumza hapa, inawezekana wewe na ufunuo mwingine, tunasaidiana. Lakini pia inawezekana kuna kitu ambacho ulikuwa umekielewa na kukizingatia tofauti, ukituambia hata kwenye comment, itasaidia kuelekeza zaidi hata kwenye vipindi vingine vinavyokuja. Lakini pia swala nyingine nataka ni taarifu wewe unayefuatilia vipindi vyetu hivi huduma uh, hii inaitwa Nuru, uh, Nuru Ihangazayo Toka Gizani. Nuru Ihangazayo Toka Gizani, hiyo ndiyo jina ambalo tumepokea kwa ajili ya kwenda nalo kwa ratiba hizi za hii huduma. Ukiangalia habari za Nuru Ihangazayo Toka Gizani, utagundua kwamba kuna kitu ambacho kinang'aa, lakini kutoka katika giza. Kwa maana kwamba tunapojifunza zaidi maneno ya Mungu, tunapata ufahamu zaidi kule uh, kutokufahamu zaidi ni kama kuwa gizani, lakini ukipata ufahamu ni kama sasa unaanza kung'aa kutokea gizani. Kwa hiyo uh, tunakukaribisha sana kuwa pamoja nasi katika vipindi hivi. Mungu akikuwezesha basi uwe usiwe unakosa kupitia mtandao wetu huu, asante sana. Ndivyo alivyokwenda kusema mwalimu. Ndo hivyo, bila kuponda muda tunaendelea. Mwalimu, siku ile tumekwenda kubakia na swali moja, inasema kwamba kuna aina ngapi za imani, na akaweza kusema kwamba kuna aina mbili tu za imani, na leo tunataka tujue utofauti wa imani hizo mbili, zinatofautiana gani? <clears throat> ili tuweze kufahamu kwa zaidi, karibu ya yeah, ni kweli uh, siku ile ambayo tulikutana au tulikuwa na mada ya imani, tulikuwa najaribu kuangalia habari za imani uh, madhara ya kutokuwa na imani na uh, madhara ya kutokuwa na imani mm, lakini pia tukaona kwamba faida ya kuwa na imani na katika uh, kujaribu kuelezea tumefika mahali sasa, tumebakiza swali hmm. Na tumebakiza swali makusudi, kwa sababu uh, niliona tukiendelea, watu wengi sana hawana uh, muda mwingi wa kufuatilia kama video inaenda ndefu sana zaidi. Ndio maana siku ile nikasema kwamba hiyo itakuwa ni mwendelezo, tuiachie nafasi yake nyingine okay. lakini Kiuhakika kabisa tunaweza tukajibu tu kiufupi kwamba kuna aina mbili za imani kibiblia. Kibiblia kabisa kiuhalisia, kuna aina mbili za imani Ndiyo. Ambapo uh, kuna imani ambayo mtu anaipata kwa kusikia Ndiyo. Lakini kuna imani kama karama Uh, tuangalie kwanza Wa Korinto wa kwanza sura yake ya kumi na mbili, mm -hmm. wa Korinto wa kwanza sura ya kumi na mbili, ukiangalia mstari kuanzia ule wa nane, soma hapo kama umepapata. Inasema hivi, maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, mm -hmm. na mwingine neno la maarifa, ndio apendavyo Roho yeye, yule apendavyo Roho yule, ha? mwingine imani katika, katika roho ro. yeye uh -huh. yule mm -hmm. na mwingine karama mungine za kuponywa karama. katika, katika roho yule mmoja, yes. Uh, hapo ishia hapo. mm. Lakini msikilizaji na mfuatiliaji, kama utakuwa na muda mm. Utaendelea tu kujisomea hapo, kuna aina zingine za karama zinatajwa zinatajwa tajwa hapo, ila jambo la kuzingatia ni kwamba ndio mistari hii au sura yote hii ya kumi na mbili ndio ni sura ambayo uh, Mtume Paulo alikuwa anajaribu kuelekeza kanisa la Korinto, kwa sababu kanisa la Korinto lilipata neema ya karama au vipawa vingi sana vya utendaji miongoni mwao. Ndio sasa vile vipawa vilivyoanza kutenda kazi, kila mmoja alianza kutumia nafasi kama fursa Hey, kama mimi ni muhubiri naanza kuona kwamba kwa kuhubiri kwangu mimi, yaani, mimi ndo mimi, hakuna mwingine, hakuna mwingine. Kama ni wa kunena kwa lugha hivyo hivyo, wa kutabiri hivyo hivyo, yaani ikawa sasa kama vurugu, mashindishano hey, kama vurugu. Kwa hiyo sura hii ya kumi na mbili, mtume Paulo anajaribu kuonesha wazi kwamba kama una karama unaipata wapi? ndio. Na kwa nini unaipata? Ndio. E, ukisoma sura yote hii utaona maelekezo, lakini sasa pointi mm. yetu iko wapi? kwamba kwenye mstari wa tisa ndio, miongoni mwa aina za karama ambazo Mtume Paulo anazitaja pale, ndio imani nayo himo ndio, kuna neno imani hapa. E, anasema kwenye mstari wa tisa kwamba mwingine imani katika roho yeye yule. Hapa alikuwa anataja aina Zahima, za karama, karama ambazo uh, Roho Mtakatifu anagawia watu tofauti tofauti kwao. Sasa hii imani ambayo tunaiona hapa ni imani ambayo iko tofauti na imani ile nyingine ambayo aswa, tulizungumzia kipindi cha kwanza. Tulikuwa tunazungumzia imani ambayo uh, inatokana na unachokisikia ndio, unaona. Kwa hiyo hii ni imani ambayo inatokana na kuwedheshwa na roho Mungu Ndiyo. Unaona, kwa hiyo kibiblia kabisa na kiuhalisia kabisa Ndiyo. Zipo aina mbili za imani. Hizi aina mbili za imani ndizo hizo. Kwa hiyo ukikutana na mtu ambaye anakuambia kwamba, uh, mara nyingi sana na Ndiyo. Ninasikia watu wengi wanasema Ndiyo. Kuna watu wanasema kwamba hata ukijaribu kumshauri kumwelekeza, nakwambia wewe, zingatia hayo mambo yako bwana, mimi na imani yangu. hiyo ni imani yako <coughs> mimi na imani yangu. Hiyo sio sio kweli na sio sahihi, okay. Mtu akikwambia hivyo, huyo anazungumza, lakini ana uh, anajaribu ku, kutetea tuseme hivyo, lakini anazungumza kitu ambacho kiko nje ya uhakika na uhalisia wa lile jambo okay. Sijui kama hapo tuko pamoja, hapo tuko pamoja, tunaendelea kujifunza, maana mambo hii itakwenda kutusaidia na itakwenda kufunza wengi pia. Pia ndugu mpendwa, unaendelea kutusikiliza, kama alivyosema mwalimu, tunaendelea kujifunza na kama unaufunua unaupata, kulingana tunakwenda kusikia hapa, usiweze kusita kuuliza swali kwa njia ya comment au kwa njia ya aina yote, ili uweze kupata kujua mambo mengi. Karibu mwalimu, kwa kuendelea, maana mambo ni mengi, tunataka tuyajue ya yeah. Hilo hilo liko hivyo ndiyo. Hilo liko hivyo kwamba zipo aina mbili tu za imani, za imani ambapo hizi aina mbili ni kwamba mm. Mm. Aina ya kwanza ndiyo imani ambayo inampea mtu wokovu Ndiyo. mm -hmm. Imani ambayo inamsogeza mtu viwangu vya rohoni. Ndiyo. okay. Imani ambayo inamsogeza mtu viwangu vikubwa kwa Mungu. Ndio, ndiyo imani ambayo, yaani mzunguko wote wa maisha ya mtu wa rohoni mm -hmm. inategemea imani ya kwanza, yaani imani ya kusikia, ya kusikia. Oh. Okay. kwa sababu hii imani ni imani ambayo unaipata kwa kulijifunza neno la Mungu ndo ile kusikia, yaani okay. Kwa lugha nyingine ni kusikia, kujifunza kujifunza, tuko sawa okay. Ndio eh, hii imani ndiyo inakuingiza kwenye wokovu, hii imani ndiyo inakukuza, ndiyo imani inakupa, ina mizizi okay, ya wokovu okay. Ndiyo imani ambayo inakupeleka viwango, hiyo imani okay. Unaona, ni imani ambayo inakutengeneza kukomalia kile unacho kiamini, kiamini. Okay. Naona lakini, sasa hii aina ya pili ya imani hii kwa kwa maana nyepesi, Ndiyo. naweza nikasema sio msaada sana kwako, lakini inaweza ikawa msaada kwa wenzako. Sasa unachomaanisha nini? sio msaada kwangu na wakati mimi ndio ninayo aina, msaada kwangu, lakini ina msaada kwa wengine, unataka kumaanisha karama haikusaidii wewe, inasaidia wengine kwa asilimia kubwa okay. Kwa asilimia kubwa mm. Uh, karama katika, katika utendaji wa Roho Mtakatifu ndio kitengo ambacho kinaitwa karama. Ndio sababu kuna vitengo tofauti tofauti vya utendaji wa Roho Mtakatifu ndani ya kanisa mm -hmm. lakini kitengo ambacho kinaitwa karama ndio kwa asilimia tisini tisa pointi tisa ndio karama huwa haimsaidii mwenye karama. Wow. <laughs> Kwa asilimia tisini tisa pointi tisa karama huwa inawasaidia wengine o. Anasema hivi, ameliweka wazi hapa. Mtume Paulo anasema hivi ndio maana kama vile mwili ni mmoja, mm -hmm. nao una viungo vingi, mm -hmm. na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi mm -hmm. ni mwili mmoja vivyo hivyo, kwa maana mm -hmm. katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani mm -hmm. ikiwa tu watumwa au ikiwa tu uhuru, sisi sote tulinyeshwa tuli, uh, tuli roho mmoja kwa maana mm. Mwili si kitu, ndio mwili si kiungo kimoja mm -hmm. Bali ni vingi, okay. Uh, ndio mstari wa saba anasema hivi mm. Lakini kila mmoja mm -hmm. upewa ufunuo wa roho kwa kufaidiana, ya, yaani, <laughs> wewe unapewa ufunuo wa roho kwa kunifaidia <laughs> kufaidi wewe Unaona wow. kwa hiyo sasa karama kwa asilimia kubwa, ndiyo, Mungu anaiachilia kwa sababu gani? mm. vipo vitu ambavyo e, yeye anapaswa kufanya ndiyo, ambavyo viko juu ya uwezo wetu kama wanadamu, ndio. Kwa sasa yeye anaachilia juu ya wanadamu sisi, mm -hmm. ili tuweze kufanya kwa ajili ya wengine mm, okay. Ndiyo, sijataka kumaanisha kwamba karama zote mm. haziwezi uh, kuwa msaada kwa yule mwenye nayo kwa asilimia mia, mia lakini, mm. kwa asilimia dogo sana ndio e, yaani kwa asilimia dogo mm. karama inakusaidia wewe, lakini kwa asilimia kubwa ni kwa ajili ya wengine, ndio maana unaonaga uh, hata wale ambao wana karama za kuona mm -hmm mara nyingi sana wanaonyeshwa mambo yangu. mm -hmm. E, anaonyeshwa mambo yako, anaonyeshwa mambo ya... kwa mara nyingi sana. Mara chache sana mambo yake unaona, mara kidogo sana mambo yake unaona. mm -hmm. Kwa maana kwamba karama Mungu anaiachia mm -hmm. ili mm -hmm. itende kazi kwa ubora wake wa kimungu kupitia mwanadamu yaani. Okay. ni utendaji wa Mungu mwenyewe mm -hmm. kupitia mwanadamu. Okay. Sasa Mungu anataka aje kwangu? mm -hmm. unaona mm. kunionya. Ndiyo. Labda tuseme hivi, ndio sasa anatumia karama iliyo ndani ya mwingine iliyo ndani ya wewe kwa ajili yangu. Okay. Unaona, na iliyo ndani yangu anaitumia kwa ajili yako Ushaelewa? Unachokijua, unachokipata, unachopata ufunuo kwa Mungu kwa ajili yangu inakusaidia kwa kwa kwa, unanisaidia mimi ah, okay. Kwa hiyo ndio, okay. Maana utagundua kwamba mtu anaweza akawa na karama lakini, mm, asiwe na wokovu kwa sababu hiyo Mungu anaiachilia kwa yeyote, ili mradi tu lila analokusudia lifanyike kwa mazingira au kwa wakati fulani limetimilika. Kwa hiyo kwa anaweza akaachia karama yake kwa hata asiamini eh? Eh, ili ije ikusaidie wewe kwa mazingira ambao unatakiwa kusaidika hmm? Asa, kwa nini mwalimu? okay, kabla hujaendelea, unaposema kwamba Mungu anaachilia karama kwa mtu yoyote yule mm. Okay. Lakini sasa kwa nini Mungu kwanza asitaki huyo mtu aokoke, lakini anamwachia awe tuna karama? Uh, Mungu hawezi akasubiri mpaka huyo mtu aokoke wa <laughs> wakati anakuja uh, anataka kutekeleza misheni yake mm. kwa walio wake mm. E, na jambo la kuzingatia mtu mm. wa Mungu mm. ni kwamba kila kiumbe hai ni mtumishi wa Mungu. okay. yeah, yuna, yuna e, kila kiumbe hai. Kwa hiyo Mungu hatumii watakatifu pekee, na wasiomwamini pia. Hata wasiomwamini anawatumia, hata shetani ni mtumishi wake pia <laughs> wow. Kwa hiyo hilo zingatie, kwa maana kwamba hawezi akasema kwamba asubiri mpaka kwenye utaokoka. mm-hmm. Sio kwamba uh, Mungu anafurahia yule mtu asiokoke. Hapana, ndio kwa sababu Biblia inasema hapendi kifo cha mwenye dhambi, kwa hiyo Mungu anataka yule mtu aokoke. Uh, inawezekana amemwonya, amemwelekeza kwa namna tofauti tofauti, mimi nawe hatujui mm. Sasa sisi matokeo tunayoyaona tu ni ubovu wa maisha yake sindio? Ndio tunaweza eh, tukamlaumu Mungu sasa. Kwa nini, ha, kutaka, kwa nini hakutaka kumbadilisha kwamba kwanza kumbe aliwahi kumonya kumbadilisha kumwelekeza, lakini aelekee the... kwa sababu swala la kuelekea ni maamuzi. Sasa mtu anaamua kwamba hapa mimi naenda na Mungu oh. au namsikia na, na, na alafu sifuatani si naye okay. kwa maana hiyo ni kwamba mm. uh, pointi yetu hapa ambayo tunatakiwa kuzingatia ni kwamba karama hii ya imani ndio ambayo inazungumziwa hapa. Mungu huiachilia katika mazingira magumu ya kiimani, yaani mahali ambapo kunahitajika imani mm -hmm. ili jambo litendeke. Ndiyo. Alafu pamekosekana imani. Ndiyo. Mungu anaachilia imani kama karama ili jambo litendeke. Hmm. Kwa mfano mm -hmm. Mtoto amepata shida ya ya ghafla, ndio tuko sawa mm-hmm. Pale tumezunguka, mdogo wangu yuko pale, mkubwa wangu yuko pale, sijui nani nini nini mm. Hey, mtoto hivi, hii shida hapana, hii hii, haiwezekani hii mm. Wewe baba mwenyewe umeokoka mm. Lakini ukiangalia ile shida <laughs> unalinganisha na aina ya wokovu wako na yani unamweka Mungu kwenye levo ya chini sana unasema, ah, lakini hili kweli li... kwa yeah. Maombi litawezekana hili, unakuwa na shaka. Hey, yani unaamini Mungu anaweza <laughs> lakini, lakini kwa hili hey. Unaona unaona hey. Imani yako tayari imeyumba inaanza kuchezacheza hey, hey. hey. sasa Mungu anamwinua mmoja wapo miongoni mwenu hapo, mm -hmm, atakuwa mke, atakuwa mtoto wako mm -hmm, atakuwa mdogo wako, atakuwa nani mm -hmm, anasema Mungu anaweza mm -hmm, kwa ana, ana ile karama inaingia mm -hmm, ya, ku, ya kushawishi kuinfluence mm -hmm, wengine waone mm -hmm, kwamba hali haijashindikana. Yule mtu akisimama mm -hmm, kwa, kwa staili hiyo mm -hmm, inakuwa tena na ushawishi na wewe ambaye ulikuwa usha Tiwa shaka fulani, mm -hmm. Swala la imani lina yani, imani inaimarika kwa viwango vikubwa hapo na mm -hmm. Jambo linatendeka, wow. Kwa sababu kule kutetereka kwa mmoja mm -hmm. aswa mwenye mamlaka mm huwa -hmm. kunasababisha watu kuondoka kabisa kwa Mungu mm -hmm. Unaona, unaelewa mm -hmm. kitu natumaini kwa sababu matokeo hapa ya baba mm -hmm. kuyumbisha imani mm -hmm. matokeo yake anaanza kuona ah, lakini mama fulani aliwahi kugonjwa mm. kama hivi mm -hmm. akaenda kwa Karimanzira Karimanzira <laughs> <Hakuna, laughs> Karimanzira tu, eh, inabidi tumpeleke kule eh. kwa hiyo unajikuta ni mtumishi lakini bado, lakini imani ime, inaanza kuyumba eh, imeponyeka kidogo. Sasa Mungu ili kukusaidia wewe kwanza mm. mtumishi wake mm. na mtoto wako mm -hmm. asiende kwa Karimanzira mm. wewe mm. ukishaamisha imani yako kwa Karimanzira ina maana kwamba Mungu zimemweka pembeni. Umemtia pembeni kabisa aha. Wewe kwanza Mungu akusovu mm -hmm. lakini pia mtoto wako asiende kwenye madhabahu ya giza mm -hmm. kwa maana anainua sasa mwenye imani mm -hmm. mwenye karama ya imani mm -hmm. sasa ile inakuwa imani isiyotegemea mm -hmm. kujifunza au kusoma. Ni Mungu e, anaweza akawa kabisa hana hata ufahamu kwa wa kutosha wa kimaandiko inawezekana hata hukoki mm -hmm. E, Mungu anainua hapana. Katika hili Mungu anaweza, Mungu anaweza, Mungu mimi najua kuna mtu aliwahi kupona mm -hmm. Mungu aliombewa mm -hmm. sijui nini watumishi wa Mungu wali, huyo mtu ana influence wale wengine mm -hmm. wana, wan, wanabadilisha uelekeo hapo hapo mm -hmm. wanasema ngoja tukabidhi hili swala kwa Mungu kao okay. ni, ni, ni, ni chombo ambacho Mungu huwa anatumia mm -hmm mahali ambapo linahitajika swala la imani ndiyo. Alafu watu wake imani imeyumba. okay. e, kwa sababu kuyumbishwa kwa imani yetu sisi tuliokoka ni sehemu pia mojawapo wa silaha za shetani za kivita. Ndio, hiyo inaeleweka hiyo <laughs> inaeleweka kabisa hiyo inaeleweka, na ni watu wengi ambao wanapitia challenge kama na hizo. Kuna watu mm. mpaka wana wanaamua kuuzisha mali zao zote wanaenda, yeah. kwa huyo karamanzira ambao umemsema huyo we. watu wengi wanaenda kabisa wanaanza kufanya ibada zingine. Hmm. Na hiyo inakuwa ni hasara sana. Ah, ni mambo ambayo yanahuzunisha sana kabisa. Uweza kuimarisha ile imani uli, ulipata kwa kusikia. Kuna njia nyingine gani? Labda watu wanaweza kuwa wanauliza swali sasa, kama kuna hiyo, ni njia ambayo Mungu anaweza kuitumia ili kuimarisha imani ambayo ulipata kwa kusikia. Sasa kuna njia nyingine gani ambao Mungu anaweza akaitumia ili wewe au we binadamu unaweza ukaitumia, ili imani yako ambayo ulipata kwa kusikia isiweze kuyumba, tofauti na imani ambayo Mungu mwenyewe inakuja kwa roho. Uh, imani ambayo huja kwa kusikia ndiyo ni imani ambayo mtu, kama nilivyosema tangu hapo nyuma, huwa inakuwa okay na swali lako ni nini, mtu afanye ili ile imani isitetereke isiyumbishwe? Ndio. Ndio. E, jambo la kwanza ni kwamba hiyo imani ikiwa bado changa lazima itayumbishwa, okay. mm -hmm. Iyo imani ikiwa bado changa lazima itayumbishwa, itayumba tu. Kuna, kuna wakati lazima, lazima. E, kwa sababu kama nilivyosema tena, mm. kwamba Kuyumbishwa kwa imani Ndio. ya watu wa Mungu Ndio. ni sehemu ya silaha ya kivita ya shetani. Ndio. E, na kinachopiganishwa sana, kuna somo ambalo ni nilikuwa nafundisha mahali Ndio. ambalo linasema vita vya imani katika ulimwengu wa roho. Okay. hapo kabisa kikawaida Ndio. Tusiseme kwamba Vito tuna vita vya, vya kiroho mm. tuna vita vya imani katika ulimwengu wa roho e, kwa sababu anachokipiganisha sana shetani juu ya maisha ya mtu yeyote yule mm. ambaye ameokoka ni imani nono mm. Kwa hiyo sasa, kulingana na hilo swali lako mm. nini tufanye ili imani isiyumbe? Ndio. Mm. Cha kufanya ni kwamba, hakikisha imani yako inakuwa Okay. Yes, tuseme mfano wa mti. Ndio, tuko sawa? mm -hmm. Mti ukiwa bado unaota, ndio ukiwa ndo bado unaota mm. Unaweza ukaung'oa kwa makucha mawili mm -hmm. Mti bado unaota ukiwa bado unaota mm. Utaung'oa kwa makucha mawili, kwa makucha mawili, bado mti unaota huo eh. <laughs> Mti ukiendelea kupanda kidogo mm. Hautaweza tena kung'oa kwa makucha mawili, haiwezekani. Utaung'oa kwa vidole sasa, viwili viwili, unavitoa mm. tuko sawa mm -hmm. huo mti ule ule mmoja ule mm -hmm. Uki, ukiendelea kukua mm -hmm. utafika wakati mm. vidole viwili havitaweza kung'oa, itabidi utumie mkono mzima. Wow. mm -hmm. Sawa. Ndiyo ule ule mti ndo huo huo mmoja huo huo mti ukiendelea kukua mm. kuna siku ambao mkono mmoja hutaweza kuung'oa mm -hmm. Lazima utumie mikono miwili ndio unaung'oa, lakini aina zote hizi mm -hmm. bado una uwezo wa kuung'oa okay. Sasa ule ule mti mmoja mm -hmm. ukiendelea kukua, ukifika kwenye viwango vikubwa vya kukua mm. unaanza kutengeneza mizizi mm -hmm. Mikubwa huko chini mm -hmm. Kwa maana gani? Kwa maana huna uwezo tena wa kung'oa. Kwa maana gani? Kwa maana hata ukija upepo mkali hauwezi kutoka ndio. Kwa maana gani? Kwa maana labda ukalete ile trakta chimba chimba ile izame huko <laughs> chini zaidi sana ndo naweza kung'oa, ing'oe itupilie kule mm -hmm. Ndivyo imani hiyo ilivyo mm -hmm. Sasa nataka so kumaanisha namna na, unavyoendelea kusogea karibu na Mungu ndivyo ima imani inaendelea kukua. Au hii imani tuliyoisema ni imani ambayo inakuwa lazima ikue, e, sasa hmm. uh, kumbuka ni imani inayotokana na nini? Nakusikia na kusikia, na kusikia yes. nini unachokisikia ili kuikuza hiyo imani hmm. Ndio maana uh, mara kwa mara huwa tunasema mtu aliyeokoka lazima awe mwanafunzi lazima. E, sasa mtu ameokoka mm, sio mwanafunzi anasogeaje? ana, ana, ana, anakuwaje? No, anabaki mtoto vile vile mm kwao. Kwa sababu amebaki mtoto vile vile, kuna urahisi wa yeye kuyumba.